Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatu. Naitwa Tabia Maulid Mwita, waziri wa habari vijana wa utamaduni na michezo kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Tunatarajia kuwa katika katika viwanja viwanja viwanja vya Maisara, uzinduzi rasmi wa viwanja vyetu. Viwanja vimekwisha kamilika, tunataka kuvizindua ili tuweze kuibua vipaji vya vijana wetu wa Zanzibar, lakini pia watu waweze kunufaika na matunda ya Dokta Husein Ali Mwinyi. Sambamba na hilo mgeni rasmi wa, wa shughuli yetu atakuwa mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dokta Hussein Ali Mwinyi. Niwaombe sana ndugu zangu, kina baba, kina mama wote wajitokeze kwa wingi, bila kusahau vijana wa ankali, kwa sababu ndio vijana wenye hamasa, wenye mvuto na wenye kunogesha shughuli hizi zote. Niwaombe tuje pale, tuje tumuunge mkono mheshimiwa rais, muje muyaone maajabu ya awamu ya nane ya viwanja vipya na vya kisasa vyenye viwango vyote vya kimataifa vya Maisara Complex, tuje tuzindue kwa pamoja, tushiriki kwa pamoja katika ufunguzi wetu wa Maisara Complex. Tutakuwa na mechi ya kirafiki, mechi kabisa yenye heshima na hadhi na hamasa kubwa katika visiwa hivi vya Zanzibar ambapo Miembeni City pamoja na Ram Squad watakutana kukichapa pale uwanja wa Maisara. Bila kusahau katika eneo la burudani, tutakuwa na burudani mbalimbali mbali za asili, michezo ya watoto, bila kumsahau msanii wetu mpendwa mwenye kujua vinanda na hadhi ya Kizanzibari, ndugu yetu Mboso atakuwepo pale kutumbuiza katika uh, new Maisara complex. nyote mnakaribishwa asanteni sana